Kipungulia mi zakukazini una nini au mwanamume una shida gani? Amina amua moja kazi ama ndoa. Nilikwambia sitaki kukuona wafanyakazi. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hii video nataka usikize hafta, sikiza nitakuuliza swali. Umefahamu nini? Umesoma nini? Ni nini imekupendeza, ni nini imekuudhi? Hapa kuna funzo kubwa sana, hapa kuna funzo sana kubwa. Wacha tusikize sisi wote kwanza. So ni wewe uamue baina ndoa ama kazi. Mwisho nasema makosa yako hayo, watu wako ni kijijini, washinda kufata fata wewe. Amemwambia amue kazi au ndoa. So hapa kitu inafanyika na masomo na ndoa imekutana digrii na ndoa zimekutana, phd na ndoa zimekutana, pesa na ndoa zimekutana, kazi na ndoa zimekutana, nani atashinda? Tusikize. una shida gani? wewe una nini? sasa unataka nini hasa? Kikubwa ninachotaka mimi uache kufanya kazi huu mwezi mmoja ambao wewe enda kazini, kuna mabadiliko makubwa sana ambayo nashangaa, so sioni umuhimu wawe kufanya kazi. Mi nafanya kazi nikusaidie, maisha yenyewe magumu haya, mme wangu, we uoni, uoni kama maisha magumu haya? Hii ndio lugha ambao wanasema, nafanya ili nikusaidie. Hii ndio lugha wanatumia. Sasa sikia lugha ya wanaume hivi ni kuuliza mina, kipindi cha miaka mitano ambayo wewe hujapata ajira, ulikuwa huli hapa nyumbani? kuvaa renti, umesaidia kulipa mahitaji yako gani ambayo nimeshindwa kuyatekeleza mpaka wasema maisha magumu ili nawe ukafanya kazi? hiyo ni... ndio jibu ya wanaume wengi sana, na swali tunauliza hapa ndani, niseme mwanaume ana kazi mwanamke ako na kazi, mwanamke anaweza kaa na mwanaume kwa mwaka ngapi? Akikumwangalia hana kazi, anaweza maliza naye mwaka mmoja akimtekelezea jukumu zake. Baada atamwangalia siku mbili. Baada ataangalia wiki. Tuenelie tusikie, mwanamke najibu, me wangu mimi na elimu yangu na vyeti vyangu vyache tu vilale ndani viliwe na mchwa, siwezi. Umesikia? masomo yake, vyeti zake, digri zake, PhD yake, anasema lazima afanye kazi. Huwezi lala hivyo. Sikia jibu ya mume: hicho ni kiburi, hicho ni kiburi. Yaani wathamini sana ile masters degree yako, si ndio? mm -hmm. Na ndio maana sasa hivi watoto hawako hapa nyumbani kwa sababu umeona ulezi umekushinda, afadhali uangalie na kazini. Watoto umewapeleka kwa bibi yao. Haujanishinda, mume wangu ulezi, dada wa kazi yupo ataangalilia watoto. Umesikia hapo? Sasa maisha yetu yataendelea vile vile. Yaendelea vipi? Umesikia hapo, hmm. Umesikia hapo, anataka kuenda kazi kwa sababu amesoma, ako na PhD ako na master ako na masomo, ako na current iko kitu amesomea. Watoto amechukua akapeleka kwa mama yake, yani amechukua amepeleka kwa nyanya amechukua amepeleka kwa bibi ili yeye aende kazi ya pili. Anasema lezi ya mtoto hajamshinda ikirudi hapa wafanye kazi, ataangalia watoto na maisha yao itaendelea kama kawaida. Sikia jibu ya mume wakati, mimi na wewe tokea uanze kufanya kazi, mimi na wewe tushawahi ku, ku, ku, kupata aketwa ndoa. Bado nikikugusa umechoka. Weekend. Zikifika ni muda wa sisi at least tuenjoy, wanaambia una kazi za kazini ambazo Jumatatu utaka kusubmit. Unaona? Hiyo ndio matatizo ya mke kufanya kazi, mume analia, apati haki yake ya ndoa, apati kitindo ya ndoa, so saa yote mke yake anamwambia nimechoka kwa sababu umetoka kazi na yeye umetoka kazi. Je, kama wewe unaweza fanya aje? Tuendelee kusikiza. Siwezi kubali kitu kama hicho. So, kavue nguo zako nisubirie ndani, hakuna mahali waenda. Ndio hivyo ndivyo nimemaanisha, hakuna bwana. Haya, amekatazwa na mume wake, hakuna mahali anaenda, aendi kazi. ameamua kumstaki bwanake. Kwa yake, tuone, e ma ah, nishinda, oh. Ah. Hey. Mama yake ndio hiyo, anapiga simu, wacha tuone inaelekea wapi. Ni kazi naanza juzi tu, niache kazi kisa ndoa? Ah isha nishinda mimi, piga simu uje ndani. Mama yake ndio huyo amefika, ameitwa na mtoto wake ya kike, amefika na angalia vile mama amefika kwa hii nyumba Chezea wenyewe huku wenyewe. Naam, ah kuna nini huko? Salaam aleikum. Kuna nini? Karibu ndani kwanza. Ah, ah, mimi sita kishida hizi. Shika mama. Shika ya nini? Haya. Umeona vile mama amekuja kwa hii boma au kwa hii nyumba na madharau. Mtoto yake amemsalimia, Asalamu alaikum mama. Wa alaikum salaam bwana. Amemsalimia Sikamo mama, sikamo ya nini? Kuna madharau kwa mume ya mtoto wake mami. Hapo umesoma kitu kama wewe uko machua, umesoma fitina zote inaletwa na mama. Mama ndio amewambia msichana afanye kazi kichwa ngumu, zote inaletwa na mama kwa sababu amekatazwa, siende kazi, ameita mama yake ile akuje kumtetea kwa bwana yake. Tuendelee kusikiza Minataka kujua pana nini hapa. Karibu sana mama. A, mimi sina karibu, sina nini, nataka kujua madharau ya pili. Karibu tena mama. Hakuna tasanti, sitaki karibu, nataka kujua kuna nini hapa. Tuendelee, una nini? Mama, mimi sikubali Amina afanye kazi. Sasa Amina atafanya kazi. Amina nimemsomesha mimi tangu primary, secondary paka university na pesa yangu mwenyewe. Mimi nilikuwa na shamba ambayo nimeachiwa na baba. Niliuza kwa sababu ya Amina asome huko kwa mabasari. Usiseme kila mbung anamjua mimi. Leo wajaniambia Amina sifanye kazi wajisikia, lakini Amina atafanya kazi, labda niwe siku mzamini. Lakini umesikia mama, mama amekuja na fujo yote. Mama ameeleza mtoto yangu nimemfundisha, nimeuza shamba nimemfundisha kutoka primary, paka mpaka university paka mpaka college. Sasa hii unaniambia mwanangu asifanye kazi, nimeuza mpaka shamba ili mwanangu aende shule, lazima aende kazi. Ili aende kazi, akuja alipe ile shamba uliuza, aende kazi, akuja kusaidia. Hii ndiyo kitu nafanyika na masomo ya mwanamke. Mwanamke ujue masomo yako ni wewe na watoto wako. Masomo yako si wewe ufanye kazi, kwa sababu gani gani? Utafundisha watoto wako bila nakaa, lakini sasa angalia Somo mama ameuza shamba, mama ameuza nini saa hii. Mume nakataa mama mtoto asiende kazi, mama anasema mtoto aende kazi. Wacha tuone na hiyo, ujue hii ni ndoa. Tuendelee kusikiza. Mama kitu gani ambacho mimi nashindwa kumfanyia Amina, mpaka yeye aende akafanye kazi? Ndivyo mlivyo wenyewe wanaume wa Kidigo. So inaingia wapi? Mume akikueleza ni kitu gani hajawahi fanyia mke wake We unaanza kuuliza? Hiyo ndio kitu uko nayo, mwanaume wa Kidigo au mwanaume Mjaluo au mwanaume Mkamba au mwanaume Mkikuyu mwanaume au mwanaume. Mbona unaleta mambo ya kabila wakati ulikuwa unampea mtoto wako au unaoesha una au kujua e ni Mdigo? Sahii amekataa mtoto wako asiende kufanya kazi kama mume wa nyumba hii, ndio sasa unaona udigo wake. Tuendelee kusikiliza. mke akifanya kazi basi wivu Mume lazima kuwe na wivu kwa mke wake, na mke pia lazima kuwa na wivu kwa mume yao. Hiyo ndio mapenzi, hiyo ndio love, hiyo ndio kitu tunatakikana. Yes, mume lazima kuwe na wasiwasi, kwa sababu ya security ya mke wake. Hujui huko kazini, ofisi yake iko wapi, hujui uko kazini, wanafanya kazi na kina nani watu tabia zao ni gani? Watu aina wa gani? Watu wako ndani ya ndoa, wako ndani ya ndoa. Mambo ya kuchiti ni mambo zingine. mambo ya kuchiti ni mambo zingine lakini before you cheat wewe mwenyewe jichunge. Ndio maana ile hadithi ya Mtume swalallahu alayhi wasallam kuna jamaa alikuwa anatembea na ngamia, na alikuwa kwa forest au alikuwa kwa desert. Mtume swalallahu alayhi wasallam kulingana na hadithi naambia, funga ngamia yako na Mwenyezi Mungu atakuchungia. si uache ngamia hapo alafu lale ngamia kisa enda uanze kublame Mwenyezi Mungu. Unachunga ngamia, unafunga ngamia, unalala, ukiamka Mwenyezi Mungu atakuchungia ngamia. So tuendelee kusikiza. Mama, labda mimi nikwambie tu kitu kimoja, niambie Amina amebadilika sana tokea apata hii kazi. Ndani ya mwezi mmoja, mama, kuna mabadiliko makubwa sana. Mimi haki yangu ya msingi ya ndoa siipati kwa Amina, kila nikimgusa sasa sema amechoka, eh? Hiyo ndio kitu muhimu sana kwa ndoa. Mume ameanza kublame, hapati haki yake ile kondoa kwa nini anakaa kwa hii ndoa kama hakuna haki yake kwa ndoa? Tuendelee kusikiza hayo. Sasa jirekebishe, jirekebishe kivyengine, baba lakini sio sababu ya kazi mama. Huyu ana sasa, huyu mama anaongeaje? Jirekebishe lakini si kwa sababu ya kazi. So unampea huyu jamaa ruhusa kwa bibi ya pili, au unampea ruhusa adivorce mtoto wako? Au unaongea nini? Au unaona kazi ni muhimu kuliko ndoa? Au kazi ni muhimu kuliko bwana yake? Tuendelee kusikiza muda na mimi huyu. Yaani, mimi ile nafasi yangu ya yeye kama mke wangu sioni. Ndio maana mimi nafanya haya yote eti, na sio kwamba nina wivu na yeye, No. Najua hata hapa pia ni makosa yamefanyika. Mke akigombana na bwana, mwanamke mama anakuja kusikizaje? mama hafai kukuja hapa. Inafaa baba ya msichana ndiye akuje kusikiza. Au nafaa mjomba ya msichana ndiye afaa kusikiza. Kesi ya ndoa, mwanamke mama yako hafai kusikiza kesi ya ndoa kwa sababu hawa watasikizana na mtoto wake hata kwa kuweka hiyo kitu neutral, kwa sababu atataka afanyiwe bila anafanywa na mwingine, yeye ataweka kitu kwanza. Hapo ni makosa, maana mama yako kukuja kusikia issue zenyu ya ndoa ni baba, baba, baba in law or father in law ndio nafaa akuja asikize kesi za ndoa. O oh, mjomba in law ndio nafaa akuja asikize kesi za ndoa, si mother in law wala si grandmother in law. Inafaa mwanaume ndo unasikiza kazi za ndoa, kisi za ndoa. Tuendelee kusikiza hapa. Kama ni, ni, ni mambo ya kipuzi atayafanya, lakini amina amebadilika. Sioni ile thamani ya mimi kwa mwanamke. Kwa hiyo, mama, naomba pia mimi unielewe. Wajukuu wajuku wako si waishi nao huko. Kwa nini tusiishi nao? Sioni shida kukaa na wajukuu wangu. Alafu miaka mitatu nyinyi mwangaika kutafuta kazi, ampata kazi uitaki? ulimsomesha wewe hivi eh? fitina zote si mke yake, hii akili zote si mke yake, ni mama ndio chanjo ya hii kila kitu na mama ndio kwa sababu ya hii kila kitu na mama, mama ndio nasukuma mwanamke huyu dada afanye kazi, ni mama ndio fitina kwa hii ndoa na ni mama ndio tarifu ataribu hii ndoa. Tuendelee kusikiza. Mama, mimi maamuzi yangu ni haya, machaguo ni haya mawili. Amina achague ndoa ama achague akafanye kazi ya saukusu. ndoa ni haya yes, nimekubali. Na mume ameact kama mume, ameguruma kama simba, amesema kama ndovu, amekanyaga chini kama miti, amesema Choice ni mbili, answer ni mbili a au b. Achague ndoa au achague kazi. Maamuzi ni yenyu, mama na mtoto wake. Utakubali mtoto wako aende kwa ndoa au utapata mtoto wako aende kazi? Chaguo ni moja. Na mimi nauliza wasikizaji, ni nini umesoma kwa hii kitivu? Ni nini umelani kwa hii vituko? Ni nini umelani kwa hii maneno? Iko mafundisho nyingi sana kwa hii kitu. Si apa, wa, aje, pale ukuje tu comment hapa. Wanaume wataki wao wanawake fanya kazi, si ukuja ku comment ache haki ya wanawake, si ukuja ku comment pale sijui nini nini nini. Ni nini umesoma na nini umegena hapa, na tunamaliza tukisema, asalamu aleikum warahmatulahi wabarakat. <coughs> <coughs>